Kwani wajepata wajue ya Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaambiwa na wanazuoni ya kwamba kujua mtu kosa lake ni fadhila, yaani ukikosea ukajua kuwa umekosea ni fadhila. Wengine wakasema ukikosea kisha ukajua kuwa umekosea ni rehema, kwa sababu sio wote wanaokosea huwa wanafika pahala kutangua walichokosea ili warekebishe. Na hili alilisema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akimwambia Mama Aisha kamwambia fa innal abda idha atarafa bidhambihi thumma taba taba Allahu alayhi, mja akigundua kosa lake, kisha akamwomba Mwenyezi Mungu msamaha, akaomba toba, Mwenyezi Mungu anamkubalia toba yake. Kwa hivyo wanazuoni wakatuambia aliatirafu bi dhambi fadhila, kutambua kosa ulilolifanya ni fadhila kwa sababu inakusaidia usirudie tena. Baba yetu Adam na mama yetu Hawa, wao ndio wa mwanzo, kupitia kwao tunajifunza fadhila za kutambua kosa, ukakiri, ukaomba msamaha walipofanya kosa lile walilofanya, Mwenyezi Mungu wanatumia katika surat al-A'raf aya ya ishirini na tatu wakasema, anasema qala, wakasema yeye na mkewe, rabbana dhalamna anfusana, e Mola wetu sisi tumedhulumu nafsi zetu, wain lam taghfir lana wa tarhamna na kama hukutusamehe na ukaturehemu lanakunanna min alkhasirin, sisi tutakuwa miongoni mwa wenye kupata hasara. Sehemu nyingine Mwenyezi Mwenyezi Mungu akatuambia fatalaqa adamu min rabbihi kalimati fataba alayhi, walipotambua kosa lao wakamwomba Mwenyezi Mungu msamaha, Mwenyezi Mungu anatuambia akawasamehe walipotambua kosa hawakutafuta njia ya kuhalalisha kosa lile, hawakutafuta visingizio kwa nini walifanya, bali wao walichofanya ni kumwomba Mungu msamaha. Na ndicho alichotuambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mja akigundua kosa lake, dhambi aliyoifanya, akaona nilifanya dhambi, kisha akamwomba Mwenyezi Mungu msamaha Mwenyezi Mungu anamsamehe. Mwenyezi Mungu atujalie atue miongoni mwa waja wake walio wema, ambao wakikosea wanajua wanayokosea na wanamwomba Mungu msamaha. Allah subhanahu wa ta'ala, yaqul fa idha qara'ta al-Quran fasta'in billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi min ashaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim

salamu ala ashrafil anbiyai walmursalin waala alihi wa sahbihi ajmain. Amma baadu, usikum wa nafsi bitakwa llahi taala. Enyi ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kunawejepata hoja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, tujenge utaratibu wa kujikagua na tukigundua, kwenye tuliyoyafanya kuna pahala tulikosea, tufanye haraka kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha, lakini kwanza ni kutambua makosa. Moja ya jambo ambalo tunahafilika sana ni kuwa inawezekana umri wako sasa ni miaka hamsini, sitini, sabini lakini hujawahi kukaa ukawa mkweli wa nafsi yako, kujipiti kukagua na kupitia siku ulizopitisha huko nyuma, kama kuna bahala ulikosea kumkosea Mwenyezi Mungu, ili utambue kosa lako na kisha uombe msamaha. Nabii Musa alayhi salamu Kosa. Lakini Mwenyezi Mungu anatufundisha katika Qur'ani, alipofanya kosa lile akasema, hadha min amali shaytan, haya ni katika matendo ya ibilisi haya. Akatambua kosa lake. Mwenyezi Mungu anatuhadithia katika surat Al-Qasas aya ya kumi na sita, alipotambua kosa kisha akaomba msamaha, Akasema rabbi inni dhalamtu nafsi, Mola wangu mimi nimedhulumu nafsi yangu kwa kosa hili nilolifanya. Faghfirli, basi naomba unisamehe. Mwenyezi Mungu anatuambia faghafara lahu, akamsamehe. Kwa utaratibu huu kila mmoja wetu ajikague. Haimkiniki iwe hakuna pahala ulimkosea Mwenyezi Mungu. Ukijikagua utagundua, ukigundua omba msamaha, usipitishe tu moja kwa moja. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza dua hii, ambayo yeye alikuwa akiomba, anatufunza sisi Allahumma, e Mwenyezi Mungu, inni dhalamtu nafsi dhulman kathira, mimi nimedhulumu nafsi yangu dhulma nyingi wala yaghfiru dhunuba illa ant, na hakuna mwenye kusamehe madhambi isipokuwa wewe. Al-i'tirafu bi dhambi, kutambua dhambi uliyoifanya fadhila. Kwa hivyo jambo muhimu sana hili, kujikagua. Kama ambavyo wanazuoni wanasema, tujikague sisi wenyewe, lakini tuwafundishe watoto wetu tabia hii. Haimkiniki mkikosea unakuwa hujakosea lakini unazo hoja za kutetea ulichokosea. fa faina labda la mtume anasema, mja idha tarafa bidhambihi, akitambua dhambi yake aliyoifanya, thumma taba, kisha akatubia, taba Allahu alayhi Mwenyezi Mungu anamsame. Mwenyezi Mungu atujalie tuyo miongoni mwa waja wake walio wema wanaotambua makosa yao na kisha wakafanya haraka kutubia kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe kisha akalifuatisha kwa, kwa, kwa malaika na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia inna llaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayuha alladhina amanu amanuu saluu alayhi wa sallimu taslima